Msingi maandalizi yanaendelea vizuri, kama ambavyo wametoka kuzungumza, kuna mchezo wa kirafiki na naamini pia hauwezi kuishia huu, kulingana na plani ya technical staff uh, tunaenda kucheza na timu kubwa wana experience wana kila kitu. Kwa lazima tujiandae vizuri kuhakikisha tunatoa ushindani ambao ni mkubwa. Kwa hiyo sisi tuseme, uh, tunaendelea na maandalizi yetu kuelekea kwenye huo mchezo na aina ya mchezo nimetoka kuzungumza, so naamini kwenye aina ya michezo kama hii ya kirafiki, kuna kitu ambacho benchi la ufundi watakiona ambacho kitatusaidia kuelekea kwenye mchezo huu ambao unafuata dhidi ya Simba, lakini michezo mingine mitatu iliyosalia kunako ligi kuu Tanzania bara. Yeah, inabaki ya inabaki kuwa ni mipango ya ndani ambayo hawezi kaja public, lakini mwisho wa siku mnapojiandaa kwenye aina ya michezo kama dhidi ya Simba, tahadhari inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu unajua aina ya timu ambayo unakwenda kucheza nayo uh, wana ukubwa kiasi gani, wana experience kiasi gani, na saizi wako kwenye kilele pia cha furaha kwao, wamekwenda kutengeneza rekodi mpya kufika finali fainali. Kwa hiyo tunajua tahadhari zote zote zote, tunakuwa tunazijua, kwa hiyo lazima uende kwa. Kwa kwa kwa kwa kutoa tahadhari. Mimi mikusema vile kwamba tunawasubiri haimaanishi nawachukulia kwa poa na wadharau. No, no, no. Ile ilikuwa ni of course ni ku kuamsha tu hali na ku, na kufanyia promo mchezo kwamba watu wajue mechi inayofuata tarehe tare nane tunacheza na wao, so haikuwa na maana nyingine yoyote nje nyingi ya kile ambacho nimekifanya nime. Mwisho wa siku naamini benchi la ufundi, uongozi wa wachezaji, kila mmoja anafahamu uh, kuhusiana na Simba na sina sababu yoyote ya kuanza kueleza mafanikio na vitu vingine kama hivyo, lakini hayatuzuii sisi, tukiwa tumetengeneza plani yetu nzuri, tukiwa tumejiandaa vizuri, wachezaji wako sawasawa, kwenda kufanya kila ambacho sisi kama club tunatamani kukifanya dhidi yao. Kwa hiyo uh, pamoja na kuwaheshimu, lakini lazima sisi kama klabu tuna mipango yetu kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Uh, kwa kiasi kikubwa wachezaji ambao hawakuwepo kwa muda mrefu kutokana na majeraha nawaona saizi mazoezini. Samson Madereke amerejea. Sherif Abraham amerejea. Mwenye timu Michael Samamba maarufu ateta pia naye namuona Wachezaji kwa kiasi kikubwa tunamshukuru Mungu, wale ambao hawakuwepo hawa kwa kipindi kirefu kutokana na matatizo ya, ya Angels, wako sawa wako sawa, sawasawa saa hizi, naamini watapambana. So sasa watashiriki kwenye mchezo unaofuata ama hawatoshiriki, hilo ni swala la benchi la ufundi kulingana na kile ambacho eh, daktari wa timu mwana Dishon Chacha atakisema.